Nam mtazamaji wa Faida Online TV, hapa ni kwenye kijiji cha Makome B kinachopatikana kwenye kata ya Mbawala halmashauri ya Mtwara mkoani Mtwara. Wananchi hawa wako kwenye harakati za kutafuta maji safi na salama, lakini haya ambayo wanatumia ni maji ambayo si safi na salama na hayastahili kutumiwa, kwa sababu sio mazuri, lakini wamelazimika kutumia maji haya kwa sababu hawana vyanzo ambavyo vinaweza kuwapa maji safi na salama, lakini wakati huo pia, serikali wameanzisha harakati za kuleta mradi mkubwa wa maji ambao unahusisha Makome B hapa na Makome na maeneo mengine, lakini mpaka sasa mradi huo huu ni mwaka wa tatu nazungumza nawe, bado mradi haujakamilika. Faida Online TV watu wa field tumelazimika kufika moja kwa moja kwenye kisima hiki ambacho kiko porini na kuja kuzungumza na baadhi ya wananchi watu waambie kwa upande wao wanazungumziaje. Naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV, kukumbusha kusubscribe, ku like na comment channel yetu, ili endelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field, tafadhali baki nasi. Kwa majina, naitwa Sina Mdala Kibwana, ni mkazi wa Makome. Kama unavyoona visima vyetu hivi hapa vya chini na ukiangalia uki muda wa masika tunapata shida sana. Kuna wanaume wengine kwa kweli tuna wivu, kwa hiyo tunaweza tukasema kama wake zetu waende kisimani, wanaenda kwenye michepuko, kumbe saza ya maji. Lakini kwa miundombinu ya maji tumeshatengenezewa mabomba, tumeshawekewa kijijini pale, maji muonekano wako sio mzuri, kwa sababu ukija kuangalia chini pale, sasa hivi maji yanatoka, maji ya mvua yanatiririka, yanatoka mabondeni huko, yanaingia mle, afu tunakunywa yale yale. Na ukija kuangalia sasa hivi yaani milipuko milipuko inatokea tokea tu, ukienda unaweza kusikia bana tumbo nasumbua, ki ukienda kule mazingira tu kawaida tu ya kibinadamu. Mimi hata mimi mwenyewe nimewahi kuumwa tumbo, ndani ndani ya nyumba tumewahi kusumbuliwa tumbo. Kwa hiyo kwa azi ya maji tunapata shida sana. Kwa hiyo tunaomba tu kama yale mabomba elewe kwa chini, basi basi watufanyeni kazi serikali watumalizie kusudi na sisi kama watu wengine wanatumia maji safi na salama, so maji machafu kama haya. Naitwa Mwanahamisi Jafari Mitole, ni mkazi yani, wa kijiji cha Makome B. Yani, kuhusu changamoto ya maji, kiukweli tunapitia changamoto mgumu sana, maana tunakunywa maji ambayo hayako salama. Kiukweli tunateseka, maana yanatuumiza matumbo, tunawataumeza, tunabaridi. Hii yote sababu ya kutafuta maji. Ndoa zetu ziko hatarini, maana mda mwingine unaamka asubuhi na kuja kutafuta maji, mwanaume ya kuamini Yanapigia hesabu kwamba unaenda kwa mchepuko. Kumbe hiyo yote ni sababu tu ya kelo ya maji. Yaani sisi tunaomba watumalizie tu ule mradi wa maji, maji yatoke, tumie maji safi na salama ili kelo ziishi hapa kijijini. Majina naitwa Salum Bakali Liwingu, mwenyekiti wa kijiji cha Magome B. Hali ya maji kwa kweli sio safi na sio salama kwa sababu maji yanapopatikana hapo pa vyanzo vyake haviko salama zaidi. Mvua zinaponyesha maji yanatoka juu, yanateremkia hapa chini. Kwa hali ya usalama kwa afya sio safi. Kuna mradi wa maji upo, ambao wameshatandika mabomba chini, matenki tayari wameshajenga, ila bado hawajaje kuuzindua. Hasara zipo sana, sana kwa magonjwa ya tumbo, kuhara, kutapika kwa wananchi. Iyo hali huwa inajitokeza kila baada ya mwezi fulani, utasikia watu hali za afya ziko sawa. Ule mradi tangu uanze kujengwa huu ni mwaka wa tatu, matarajio bado kwa sababu kwa maelezo tu wanadai kwamba mkandarasi wa kwanza ambaye aliukamatia ule mradi amesimamishwa wanasubiri mkandarasi mwingine akipatikana basi aje kuendeleza kwa pale ambapo bado hawajamalizia. Kero zipo kwa sababu watu wanakuwa muda wote ni utafutaji wa maji kama hivi kama mnavyoona. Wengine wanashindikana kwenda kufanya shughuli nyingine za maendeleo kama vile mashambani. Inakuwa hawaendi kutwa mzima wanakuja kusubiria hapa maji ili waweze kuyapata. Wakati wanazindua maji yalitoka muda kama wa dakika tano kuwaonyesha wananchi kwamba maji yatakuwa yanapatikana kwa dizaini hii. Tumepata nafasi ya kuzungumza na kaimu meneja wa RUWASA wilaya ya Mtwara ambaye anathibitisha kwamba ni kweli mradi huu eh, mkandarasi ambao alikuwa anafanya kazi amesimamishwa na ulitakiwa ukamilike tangu mwaka jana 2025, lakini mpaka sasa nazungumza nawe bado mradi haujakamilika na umefikia asilimia 65 anasemaje anatuambia kwamba tayari kumetafutwa mkandarasi wa ndani ama loko fundi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba anauendeleza mradi huu na miezi mitatu mbele mradi huu utakuja kukamilika tunazungumzia mwezi wa nne mwaka 2026 je jambo hili litakamilika au la tukamsikilize kaimu meneja akizungumza kwa majina anaitwa Abdul Aziz Hemedi ni kaimu meneja wa RUWASA wilaya ya Mtwara ofisi ya meneja wa RUWASA wilaya ya Mtwara inaendelea na usimamizi wa miradi mbalimbali ikiwemo mbali, mradi wa maji Makome <coughs> ambao mpaka sasa umefika asilimia 65 na kiasi cha fedha chenye asilimia 41 kishalipwa kwa mkandarasi, lakini kuna changamoto mbalimbali mbali ambazo zinafanya ule mradi mpaka sasa uwe hautoi huduma, uh, ikiwemo matatizo ambayo yapo kwa mkandarasi ikiutekelezaji tulikuwa tukimwita kwa mara kadhaa kwa ajili ya kuja kuongea na kumuhimiza kuongeza spidi ya mradi ule, lakini mawasiliano yetu yamekuwa <coughs> sio mazuri, hayajazaa matunda. Hata hivyo ofisi imefikia hatua ya ya kufanya termination, taratibu za termination, kuterminate ule mradi. E, tuli, uli, uli kwa sababu mradi ule ulisainiwa kwa mwanasheria kwa hivyo tuliandika barua ya mapendekezo kwa mwanasheria ya kuweza kusitisha mkataba ule. E, kwa hiyo taratibu zinaendelea. Tutakapopata mapendekezo ya mwanasheria juu ya, ya, ya mwanasheria utekelezaji wa mkataba ule, tutaendelea na taratibu za termination. Aidha bado tumefikiria kutekeleza mradi ule kwa njia ya loko fundi kwa kutumia wataalamu wa ndani ili kuwawezesha wananchi wa maeneo ya Makome kuweza kupata huduma hiyo kwa haraka. Tumetangaza zabuni ya loko fundi na ya ununuzi wa material e, na wakati wowote wakipatikana hao kutoka sasa watakwenda kumalizia sehemu iliyobakia mkataba kua unatarajiwa kuisha mwezi wa 11 2025. Tunakadiria ndani ya kipindi cha miezi miwili mpaka mitatu tuwe tumekamilisha tu kabisa hatua zote hizo mpaka kufikia hapo. Nimefikia tamati, inaitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV, kukumbusha kusubscribe ku like na comment yetu ili endelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field. Asante na kwaheri.